Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Nuru Gari Urio, nimekoka na mpenda Yesu. Mimi sio mgeni, ni mwenyeji wa mali hapa. Sijui baadhi kama watu watanikumbuka au baba hatanikumbuka. Miaka kama minne iliyopita niliabudu mali hapa. Ninamshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa sababu niliondoka kwenda kwetu nyumbani Arusha, lakini niliondoka na ukibali na upako wa mali hapa. Kwanza nilikuwa na umwa PID nilipimwa, nikaambiwa pia na uvimbe kwenye uzazi, lakini nilipomaliza vipimo nikaja, sikuwa nimetumia kabisa matibabu. Baada tu ya majibu nikaja na zile nani majibu ya daktari kwamba kuna PID na uvimbe, nikawa nilikaa eneo hilo hapo, nikazinyosha zile karatasi zangu za hospitali, baba akaniombea, akasema imeisha hiyo. Nilivyosafiri kwenda nyumbani, kiukweli mimi binafsi haja ya moyo wangu ilikuwa kunipa mtoto. Nilikuwa nahitaji mtoto japo sikumwambia baba, ila niliona hii hali inavyoaga uvimbe sijui PID si vitu gani, inakuwa ni ngumu kupata mtoto. Lakini baada ya hapo maombi baada ya kufanyika nilienda nyumbani, yaani nikaja nikapata mimba nikashangaa, naenda kupima hakuna cha uvimbe, hakuna cha PID.

after the prayer she went and then she got pregnant kwa hiyo namshukuru mungu sana na mtoto wa kike ana miaka mitatu sasa she thanks God she has a daughter now is th years old